hii ni habari za umoja wa mataifa kutoka New York City tuliokuandalia hii leo kutoka umoja wa mataifa kuelekea siku ya kimataifa ya wakimbizi kesho juni 20 tutakwenda kambi ya wakimbizi ya kakuma nchini kenya kuangazia changamoto za wakimbizi wakati huu ambapo ufadhili unapungua kila uchao lakini sisi bado tungali kwa hiyo nyumba zetu ztu za hema lakini ni hivyo tu kama tuko na amani kwa sababu kikilitutosha kongo kufika hapa ni ile amani Gisi tuko na amani na tunahakika na usalama wetu. Atujadi siku watapata gisi watatujengea tu. Na leo katika kujifunza lugha ya Kiswahili tutaelekea eh, Zanzibar kusikia maana ya neno kihoro. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 19 ya mwezi Juni mwaka 2025, siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili wa kingono kwenye mizozo. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Leo tutakuwa na mada kwa kina ikimulika harakati za kusaidia wakimbizi kujikwamua huko kambini Kakuma nchini Kenya. Lakini kwanza ni muktasari ukiwasilishwa na, na Flora Nducha. Asante, naanza na uchumi. Uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje umeshuka kwa mwaka wa pili mfululizo, ukihatarisha mustakabali wa maendeleo katika nchi zinazoendelea, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa leo na kamati ya Umoja wa Mataifa ya biashara na maendeleo UNCTAD, ikionya kuwa pengo la mitaji linaongezeka, huku sekta muhimu kama nishati safi na miundombinu zikikosa ufadhili wa muda mrefu. Katibu mkuu wa UNCTAD Rebecca Grispan amesema nchi nyingi zinaachwa nyuma si kwa sababu ya kukosa wezo bali sababu mfumo wa sasa hupeleka mitaji kule ambako ni rahisi na si kule na kuhitajika. Katika siku ya kimataifa kutokomeza ukatili wa kingono kwenye mizozo, Umoja wa Mataifa umetoa onyo kuwa ukatili wa kingono unazidi kutumika kama silaha ya vita, huku wanawake na wasichana wakiathirika zaidi kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA, Hili si janga la bahati mbaya, ni uhalifu wa kivita, na waathirika lazima wawe kiini cha amani, haki na urejeshwaji wa maisha. Akiunga mkono hilo, katibu mkuu wa umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake wa wa siku hii amesisitiza kuwa ili kuvunja mzunguko huu, ni lazima tukabiliane na madhila ya zamani, tuwasaidie waathirika wa leo na kulinda vizazi vijavyo dhidi ya hatima kama hiyo. Umoja wa Mataifa unatoa wito wa uwekezaji wa dharura katika huduma zinazowalenga waathirika, msaada wa kisheria na kutokomeza ukwepaji wa sheria na shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO leo limezindua mwongozo wake wa kwanza mataifa, wa kimataifa wa kudhibiti ugonjwa wa selimundu au siko sel wakati wa ujauzito, ukilenga kupunguza hatari za maisha kwa mama na mtoto. WHO inasema wanawake wenye ugonjwa huu wana hatari hadi mara kumi na moja zaidi ya kufariki dunia wakati wa ujauzito, hivyo huduma bora za afya zinaweza kuokoa maisha. Lakini visa vya selimundu vinaongezeka duniani, huko Afrika kusini mwa jango la Sahara ikichangia asilimia 80. Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana, Flora Nducha, kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye tutakwenda Bakiza Zanzibar nchini Tanzania kwa mtaalamu wetu wa Kiswahili, Daktari Mwanahija Ali Juma. Salia papo hapo, tafadhali. Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani, kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni washirika, na vilevile unaweza kutembelea wavuti wetu News. .org SW. kwa taarifa na makala, mimi ni Anold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kesho, tarehe ishirini ya mwezi June, ni siku ya kimataifa ya wakimbizi, maudhui yakiwa mshikamano na wakimbizi. Kauli mbiu hii imekuja wakati mwafaka, kwani wahisani wamepunguza ufadhili kwa mashirika ya kimataifa na ya kitaifa yanayosaidia ya wakimbizi. Ingawa hivyo baadhi ya mashirika ya kijamii yameingilia kati kuonyesha mshikamano na wakimbizi katika kipindi hiki kigumu. Hilo limedhihirika kwenye kambi ya wakimbizi ya Kakuma iliyoko kaunti ya Turkana kaskazini magharibi mwa Kenya. Je, nini kinafanyika? Thelma Mwataya ndiyo shuhuda wetu. Kwako Thelma. Nimefika hapa kambini Kakuma, na hiki ni kituo cha kupokea chakula cha msaada wakimbizi wanajitahidi kupata riziki ili waweze kukidhi mahitaji yao. Kila gunia lina nafaka za aina ya choroko ambazo zinaweza kupatia familia mlo wa siku kadhaa. Kuanzia mwezi huu wa Juni, shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limepunguza hadi asilimia thelathini kiwango cha posho inayowapatia wakimbizi laki saba ishirini. Hiki ni kiwango kidogo zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini Kenya. Hili ni eneo la Kalobeyei wanakopata hifadhi baadhi ya wakimbizi huko Kakuma. Sara Skatenda anaishi kwenye hema kwa hisani ya mashirika ya msaada ya Umoja wa Mataifa, mathalan lile la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Ana imani mambo yatabadilika. Kwa sisi sisi village 3 bado hatujajengewa, lakini kwa hawa wa village 1, village 2, wao wamejengewa manyumba yao ya mawe, wako vizuri, lakini sisi bado tungali kwa hiyo nyumba zetu za ema, lakini ni hivyo tu, kama tuko na amani, kwa sababu kikilitutosha Kongo kufika hapa ni ile amani gisi, tuko na amani na tunahakika na usalama wetu, atujadi siku watapata gisi watatujengea tu. Wanaopata hifadhi hapa walikuwa wakipokea fedha taslimu mkononi, ila kwa sasa mfumo huo umesitishwa kwa sasa watapokea bidhaa za matumizi kwani hakuna fedha walizotengewa. Bamba chakula ni mpango wa kupokea fedha kutoka WFP unaowawezesha wakimbizi kulipia bidhaa ambazo hawapokei kwenye mpango wa msaada. Lakini tangu mpango wa bamba chakula usitishwe, mambo yamebadilika, kwani sasa wakimbizi hawawezi kulipia bidhaa walizochukua kwa mkopo. Anasimulia Claude Nionzima, mfanyabiashara na mkimbizi anayetokea Burundi. walikuwa wanapeana pesa, watu wanakuja wanunua vitu na wengine, hiyo pesa haitoshi, wanakuja kudeni vitu hapa kwa duka, tunawapatia deni alafu saa hii pesa wamekata mara moja, pesa yetu tumepotelea ndani ya watu sasa watu wanakuja stu wanasema, mi najua unanidai, lakini sione vile nitakulipa. Hakuna kitu tamfanyia, ukienda kwake uwezi ona kitu hata, nashangaa. Sasa unaamua tu kuacha ile kitu, nasubiri tu matokeo, ikijitokezea kama usaidizi wengine patikane, ndio tunaweza lipwa. Cloud Nionzima amefadhiliwa na shirika la kiraia la Inkomoko ili kuwashika mkono wa wakimbizi. Mashirika ya kijamii yameingilia ya kati kuwapa mikopo ya kufadhili biashara. Samuel Mwangangi ni meneja wa uwekezaji katika shirika la Inkomoko. Hapa kambi ya Kakuma, hawa ni wanabiashara wa ambao wana uvumilivu, wana wanabidii. Sasa siku hii tunatarajia kusherehekea na wao kwaelezea kuwa ndio walitoroka makwao kwa sababu za changamoto ambazo zilikuwa kwao kwa, lakini wamepata faraja hapa Kakuma, na hapa ni kama nyumbani kwao, so tunawapea moyo kwa hii siku ya wakimbizi hapa tarehe ishirini mwezi mwezi Juni, tunatarajia tuna, tuna, tuna kufanya kazi na wao zaidi, waweze kupanua biashara zao, waweze kuboresha maisha yao hapa. Na, na, na um, Sara Skatenda alikuwa mwandishi wa habari huko Uvira jimboni Kivu kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ila alilazimika kukimbia kwa sababu ya hali ya usalama. Alipowasili Kalobeyei alipata usaidizi na kufadhiliwa na shirika la Inkomoko kuanza biashara ya kutunga shanga akishirikiana na wanawake wengine wakimbizi. Katika maadhimisho ya siku ya wakimbizi mwaka huu, ana imani mambo yatabadilika. Siku ya wakimbizi ni siku mzuri sana kwetu, inatupatia nafasi ya wakimbizi na wao kuonyesha vitu yao ile wanatengeneza. E, naweza sema kupitia Inkomoko. Kwa mfano inaweza kusapoti wamama fulani hapa, na wao wanaweza enda huko kurepresenti ikomoko kuonesha gisi ikomoko na wasapoti kwanza mwanzo mpaka leo, na sisi kwetu tunaweza sema sisi kama wakimbizi tunaweza pata hiyo wakati ya kufika huko, na kushukuru UNHCR government ya Kenya kwa kutupokea kwa kutulea vizuri, na ikomoko kwa kuendelea kutusapoti sisi kama wamama. Wanawake hawa wanaofuma vikapu kujipatia riziki wanapokea mikopo kidogo kutoka kwa Inkomoko inayoshirikiana na washirika ya Umoja wa Mataifa kwa njia moja au nyingine. Sara Ngonzimana anayetokea Burundi amekuwa Kalobeyei kwa miaka miwili. Vikapu vinatusaidia chakula cha watoto nyumbani, wanaujisha, wanatupea pesa, tunachukua chakula cha watoto nyumbani. Baadhi ya wakimbizi wamefanikiwa kutumia ujuzi wao kubadili maisha kambini. Vincent Obeli anatokea DRC na ni mwasisi wa kampuni ya Green in Mind inayotengeneza majiko banifu yanayotumia mkaa kidogo na kulinda mazingira. Yeye anaamini kila mkimbizi ana mchango muhimu. Kwangu ni wakati sisi kufikiria kufanya zaidi ya ile usaidizi tulikuwa napata. So kama tunaweza pata nafasi ya kufungua biashara na hiyo biashara ipatie wengine ajira mwenye alikuwa amepungukiwa kifedha kutokana na, na usaidizi ambayo imekatwa anaweza ipata kupitia kazi ambayo inafanyika hapa kambi. So kwangu, uh, sio nafasi ya kukata tamaa lakini ni wakati ya kufikiria zaidi na, naamini ya kwamba mawazo nzuri ya kujiendelesha huwa nakuza ukuja wakati mtu anakosewa. Ni hapo ndio mtu anaweza fikiria kufanya zaidi ili aepukane na changamoto ambayo anapata. Kutoka hapa kambi ya wa wakimbizi ya Kakuma kaskazini magharibi mwa Kenya, mimi ni Thelma Mwajaya, UN News. Shukran sana Thelma Mazaya kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni kujifunza lugha ya Kiswahili na hii leo ni Dkt. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania, BAKIZA, anafafanua maana ya neno kihoro. Kihoro ni hofu iliyochanganyika na fadhaa inayotokana na mtu kupatwa na jambo kubwa la kusikitisha. kwa mfano mtu anaweza kuwa na kihoro ambapo ametakiwa kufanyiwa operation wa maradhi aliyonayo. Kwa hiyo ile hali ya kuoga au hofu inamfadhaisha, ndo tunaita kihoro. Shukrani sana Daktari Mwanahija kwa elimu hiyo. Basi nami na kufikia hapo sina la ziada, na kunja jamvi kwa siku ya leo. Tukutane tena wiki ijayo Jumanne kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Ijumaa, uh, Ijuma, uh, utapata habari za umoja mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na katika ukurasa wa X Habari za UN vilevile vile. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walio alioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Anudhi Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.